Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amekutana waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki toka nchini Tanzania Mahamudu Thabiti Kombo alipomtembelea Vatican katika ziara yake ya kimataifa. Waziri Kombo amekutana na kiongozi huyo leo Jumatano Januari 28 mwaka 2026, akiwakilisha ujumbe wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kuwakilisha ujumbe huo wa rais, Waziri Kombo amemwomba Papa Leo aiombea amani Tanzania baada ya vurugu za Oktoba 29. Katika hatua nyingine, Kombo na ujumbe wake ulikutana Bishop Paul Garaga, waziri wa mambo ya nje wa Vatican, ambaye pamoja na mambo mengine amewasilisha wito rasmi wa Tanzania kufungua ubalozi wa Vatican kwa sasa, Tanzania inawakilishwa kutokea Ujerumani. Kwa mjibu wa taarifa ambayo pia ilitolewa na Vatican News, walisema tume ya uchunguzi nafanya kazi nchini humo ili kubaini ni nani aliyehusika na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba. Kabla ya adhira kuu ya siku ya Jumatano, Papa Leo alikutana Mamudu Thabiti Kombo, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Waziri huyo yuko kwenye safari ya kimataifa na alileta ujumbe kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alithibitishwa kuwa kiongozi wa nchi katika uchaguzi ulefanya. Oktoba. Wakati wa kipindi cha kupiga kura mwishoni mwa Oktoba 2025, kulikuwa na vurugu ambazo kulingana na vyombo vya habari vya kimataifa, zilisababisha vifo vya mamia ya watu. Rais wa Tanzania ameunda tume ya uchunguzi ambayo tayari inafanya kazi ili kujenga upya yaliyotokea. Huu ulikuwa ni mshtuko katika nchi ambayo hapo awali ilikuwa na amani na hakukuwa na mvutano ndani ya jamii. Vurugu hizo zililaaniwa na mamlaka zote za kidini za Kitanzania kuanzia maaskofu hadi maimamu, kwa wito wa uchunguzi huru ili kubaini ukweli na kuthibitisha ni nani aliyehusika. Papa Leo alizungumza hadharani kuhusu hali ya nchi hiyo wakati wa uchaguzi tarehe mbili Novemba. Tuombe pia Tanzania, ambapo kufuatia uchaguzi wa hivi karibuni mapigano ya vurugu yametokea na kuacha waathirika wengi, na wahimiza wote kuepuka aina zote za vurugu na kufuata njia ya mazungumzo.